Katika jina la Yesu Kristu aliye hai, tunasema asante kwa ajili ya baraka neno lako Bwana, asante kwa ajili ya kweli yako ambayo ni nuru yetu, ni uzima wetu Bwana, ni ujasiri wetu na uhakika wetu. Asubuhi ya leo mioyo yetu imefunguka kusikia kutoka kwako Bwana, kupokea kutoka kwako, kujengwa na wewe Bwana. Asante Roho Mtakatifu, ambaye ni mwalimu wetu unayetufundisha katika kweli yote, unayetufunulia ile ajabu Bwana, unayetuongoza katika njia ya utukufu, ushindi na ubora Asubuhi leo Bwana, tunayo hamasa, tunao shauku, tunayo furaha kusikia kutoka kwako Bwana, kujengwa na wewe na kutiwa na moyo na wewe Bwana, na kuelekezwa. Asante kwa kumhudumia kila ambaye anatusikiliza asubuhi ya leo katika namna tofauti, katika namna ya pekee Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kushukuru, amina. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. <laughs> Somo la leo uh, tarehe 29 linasema Ukristo uhusiano ulio wa kiungu hmm. Ukristo <laughs> uhusiano, uhusiano ulio wa kiungu. Na andiko la ufunguzi ni Injili ya Yohana sura ya tano mstari wa thelathini na tisa nao linasema mwayachunguza maandiko kwa maana mnadhani kwamba ndani yake mna uzima wa milele, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Hmm, maneno mazito sana haya. Bwana alikuwa anawaambia wale hmm, Mafarisayo kwamba wanayachunguza maandiko wakidhani kwamba ndani yake kuna uzima wa milele lakini ni kweli utapata uzima ukijifunza katika neno, ila zaidi sana maandiko yale yalikuwa yanamshuhudia, yani yanatoa habari kuhusiana na Kristo ila mm. E, sasa kulikuwa kuna kama utando kwenye macho yao kiasi kwamba walishindwa kumng'amua kwa, yani kumfahamu kumjua, mm. kwamba yule waliokuwa wanamsoma kwenye yale maandiko yalikuwa yanamshuhudia ndio leo hii alikuwa mbele yao. mm. <laughs> kwa hiyo anasema wakawa offended yani wakakwazika, wakajikwaa kwa sababu wanashangaa, huyu mbona? mm. Eh, anasemaje? huyu ni mwana wa Mungu? huyu ni mwanadamu, si tunamuona. Wao walikuwa na walikuwa wanasoma kuhusiana na, na masii, wanamtarajia masii, lakini walikuwa wana picha fulani hivi ambayo sio. Kwa hiyo alivyokuja akimwambia mimi, ahezikani Mungu anaanza kusema hivi maisha ya kikristo si tu kuhusiana na kuabudu na kujifunza Biblia kama kitabu cha, cha hadithi. Ni maisha tuliyopewa ya kuyaishi saa ishirini na nne kwa siku siku saba za wiki. Ni maisha ya kiungu mm. <laughs> ni maisha halisi kabisa, na asili ya Mungu iliyowekwa au kuambukizwa ndani ya roho ya mwanadamu mm. E, ni maisha ya Kikristo sio kuhusiana na kusifu, kuabudu, kwenda kanisani uh, Jumapili au uh, Jumatano au uh, katikati ya wiki mm. Sio kuhusiana na kusoma bibilia, haimaanishi vyote tunavifanya, lakini huu sio Kristo. <laughs> Yani, kwa maana ya kwamba unaweza ukaenda huko kanisani ukasoma bibilia na eh, ukasifu, lakini huo sio mkristo yes. Na ndo maana amesema ni maisha tuliopewa kuyaishi uh -huh. okay. saa ishirini na nne siku saba za wiki, yaani hivi hiyo kwa, yeah. kwa wale wanaosikia Kiingereza kwa maana ya kwamba ni maisha ya kila siku, yaani hatui wakristo Jumatano na Jumapili asubuhi uh -huh. hatui wakristo wakati tunaingia bible study. Ukristo uh -huh. ni maisha yetu ya kila siku kama unakumbuka juzi, nadhani tulikuwa tunaongea, nikakwambia wanaofanya kazi ya huduma mm. ni nani washirika, kwa sababu ukishafundishwa kanisani unatoka kwenda kuishi kule nje mm. kwa hiyo ukristo hauishii pale mlangoni Jumapili. <laughs> <laughs> Ni maisha ya kila siku. Huwezi kusema naishi Jumapili alafu Jumatatu mpaka Jumamosi ishi, maanake nini? Yani unakuwa umekufa siku sita, alafu siku ya saba naunafuka no? <laughs> unaishi kila siku mm u maisha ya Ukristo ni jambo unaloishi kila siku, ni maisha halisi na <laughs> nataka ni taratibu ile wanayesikiliza ingie ndani kabisa, ibadilishe fikra na mtazamo. Ni maisha halisi kabisa, na asili ya Mungu iliyowekwa au kuambukizwa ndani ya roho ya mwanadamu <laughs> eh? Yaani ukristo ni asili ya Mungu iliyowekwa ndani ya roho yako. Yaani hivi ukisema umezaliwa mara ya pili, inamaanisha wewe ulishakufa, umezaliwa upya. Kuna uzima mpya ndani yako, kuna asili mpya ndani yako, sio asili ya dhambi, ni asili ya Mungu. Umetokana na neno lake, sababu umeliamini neno lake, umeamini kile ambacho Kristo alifanya kwa niaba yako, kwa niaba yangu na kwa ajili ya niaba ya kila mtu kwa hiyo ukisema umezaliwa upya, kuna aina mpya ya uzima ambao sasa hivi unaishi kwao, ah! kwao, yani roho yako haibebi tena, ungesema ile taswira ya Adamu wa kwanza mm -mm. ni Adamu wa pili na wa mwisho ambao ni Kristo mm. na kwa sababu hiyo maisha unayoishi sasa hivi ni ya tofauti, ni tofauti na ile ya kwanza. Adamu wa kwanza alikuwa anaishi kwa kutegemea damu Yani damu ya mwili wake, damu ndio uhai, yani hata maandiko yanasoma, yanaeleza kusoma katika Agano la Kale utaona ndio maana Bwana akazuia akasema tusinywe damu ya wanyama sawa, okay. Sasa ukiwa ndani ya Kristo kuna aina mpya uzima, ndio uzima wa milele, uzima wa Mungu, asili ya Mungu iko ndani yako, umezaliwa kwa neno lake, ni maisha ya juu zaidi kuliko yale ya damu ni uzima wake, unasema uko superimposed juu ya ule uzima wa mwanadamu. mwanadamu yani... <laughs> ah, hataishi kwa mkate tu, ndo maana yake, ataishi kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana, kwa sababu aina hii ya uzima inategemeana na neno ili iweze kuishi, ili iweze yani, inakuwa sustained au inaweza kurutubishwa, kujengwa, kuhifadhiwa, kutunzwa na neno. Ukimtoa samaki kwenye maji hawezi kuishi kwa sababu maji ndo asili yake mm. Sawa, yeah. Ukiungua mti kutoka kwenye ardhi mm. eh? Itakuwa vi, itakuwa vigumu sana kuweza kusurvive mm. Kwa sababu unahitaji ule udongo uweze mm. kuishi yeah. Yes kwao pia mwanadamu, ukimtoa nje ya neno hawezi kusurvive kwa sababu umezaliwa kwa neno. <laughs> Aye balaa raba zika balaa raba. Mtoto wa Mungu anasema wengi hutembea maishani bila kukutana na kweli za msingi za Ukristo katika neno la Mungu. Juu ya Ukristo hasa ni nini na Mkristo hasa ni nani? Hmm? Kuna hivyo vitu hivi inabidi uvifahamu kwamba mb... Ukristo ni nini hasa? Yaani kusema huu ni Ukristo, Ukristo, Ukristo ni nini? Ukisema mimi ni Mkristo. Kiwalisi kabisa hasa unamaanisha nini? La la base gaba mhm, sawa. au au au pesa, lakini pia hauko mbali sana ufalme, eh. Yes, lakini zaidi ya mfuasi, mtumishi. Na bado nikutumie mfano. Inawezekana wewe ni mfuasi wa timu fulani ya mpira, sio? Au shabiki, eh? Au mfuasi wa jamaa fulani. Wewe sema jamaa anaishi ndani yako, wewe sema ile timu naishi ndani yako ni mfuasi unasema wa chama fulani hivi cha siasa mm. Sio hivyo? mrengo mm. fulani swali. Je, ule mrengo unaishi ndani yako? Ndio maana kuna wengine wanaongea a lakini wanafanya b. Umeelewa? mambo ya kitaiti yakibanwa ya sehemu yeah. Anakimbia ule mrengo, sio hivyo? mm. Yes. mm -hmm. Sasa Ukristo ni uhalisi, ni uzima wa Mungu ndani ya roho ya mwanadamu mm. Unadhihirika kwenye kila eneo la maisha yake. Para kasiki, para ha. Mm -mm -mm -mm. Kwa kwa hiyo ukasema ah, labda <laughs> niendelee, alafu tutakuwa na namna ya kudadavua hapo katikati. Nasema hii ni kwa sababu hawasomi Biblia zao. Hata hivyo Yesu alituamuru tuyachunguze maandiko, kwa maana kwa maana nyingine kwamba ukichunguza maandiko ukiyasoma, utagundua kiwalisi Ukristo ni nini na Mkristo ni nani. Mkristo anapaswa kuwaje? Aenendeje? Awazeje? Afikirije? maisha yake yanatakiwa yawe katika mtazamo gani? fikra gani? mwelekeo gani? sababu Ukristo sio dini. kuna dini ndani ya Ukristo lakini Ukristo sio dini <laughs> yani ukichukulia okay, matendo ya dini kama kuja kanisani, kusali, kusaidia yatima, e, e, kuomba, kusoma Biblia, kama hayo ndio unachukulia kwako ni matendo ya dini sawa, kusaidia wajane eh, kuwaona wafungwa, kuenda kuwatembelea wagonjwa, hiyo vinafanyika nani ya Ukristo, lakini hivyo sio Ukristo. Mtu yote aza kavifanya na sio Mkristo. Sonye Biblia, kuna mtu alikuwa anaitwa Cornelius, alikuwa anatoa sadaka ya kutosha sawa mpaka malaika akatumwa akamwambia, sadaka zako zimefika kama kumbukumbu kumbu mbele za Bwana. Naomba nitumie eneo la mtaani, jamaa ametoa mzigo wa kutosha <laughs> sawa, mm. mpaka malaika anatuma naambia, bwana nenda kamwambia jamaa mzigo umefika kule mbingu, yani mbinguni umekuwa registered. Unasema kwenye zile mm. annals <laughs> <laughs> yani vile vitabu vya mbinguni vimerekodi lakini jamaa alikuwa ajaokoka bana, kawambia tuma watu waende Jopa, wakamwite jamaa moja <laughs> Petro atakuja kuambia nini cha kufanya, uwe na nyumba yako umwokolewe. Basi ikawa la baraba eh. <laughs> yani ule mzigo auwezi kuletea wokovu mtumishi <laughs> uh -huh. na ndio maana tukuokolewa na vitu vinavyoharibika mtumishi <laughs> Haimaanishi kusaidia sio vibaya, sio sio, vizuri, no, inatakiwa ni bora, ni nzuri. Ndo maana Bwana anaiona asema, ukikopesha uki, mas... ukimpa ukimsaidia maskini, umkopesha Bwana <laughs> na atakulipa. mm. of course atakurudishia amana yako na interest no, hivyo <laughs> basi <laughs>. Lakini roho yako haitaokolewa kwa njia hiyo mtumishi, sababu wokovu <laughs> ni mtu atakapoamini kwa moyo wake na kukiri kwa kinywa chake na sio vinginevyo oto Mungu anasema hivi, asingetuelekeza kujifunza na kuyachunguza maandiko kama hakungekuwa na hazina za thamani kwetu sisi kuzigundua, na maana kwamba Bwana asingetuelekeza kujifunza na kuyachunguza maandiko kama kulikuwa hakuna hazina za thamani ndani ya hayo maandiko. Na Paulo pia alituhimiza kujifunza na si tu kusoma neno kwa kuwa kuna kina cha ufunuo ambacho hauwezi hau, au hakiwezi kupatikana bila kujifunza. Kuna tofauti ya kujifunza na kusoma. <laughs> Kusoma sutakimbia tu, najua nasoma kama kasuku. kama ukisikia hiyo hiyo ungesema hiyo nahau, sio osio? E, kwamba kuna kasuku, ukimwambia sema habari za asubuhi, nasema habari za asubuhi. Je, anamaanisha anajua maana yake za au... mm -mm. Ukasoma jambo kwa haraka, unasema speed reading, ukakimbia ni tofauti, nasema mm. Po alitufundisha kujifunza stadi mm. sawa. E, hey, yani unachukua andiko unali, nasema unalichakata, unalisaga, unakamua juisi kwenye mm. andiko. Nalirudia hata mara tatu mara nne hata mara kumi. Kwa taarifa yako, kwa wale ambao wanafahamu, uh, Wayahudi a jamaa walikuwa na tabia huko eh, Agano la Kale, baadhi pia wanafanya ni kwamba andiko moja yani, ili linase kabisa ndani ya moyo mm. -hmm. eh, analisoma mara mia yani, analitamka mara mia, na akisema mara mia na moja yani lile andiko aliondoke. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Yes, yani alisema fano, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya kumi, ya ishirini, ya thelathini, ya arobaini, ya hamsini, ya mia, mia na moja yani <laughs> ni kama vile amelilokwa ameliingiza ndani amelitumbukiza kabisa halichomoki tena. Ay, yeah. Lave, kwenye kukariri ku <laughs> kakariri, lakini kama huna ufunuo wa Bwana inakupita mdumishi mm. Ndio maana uh, anasema po alituhimiza kujifunza, sio tu kusoma neno. Na katika kusoma maandiko utagundua kwamba kama Wakristo tuna uhusiano wa kweli na ulio hai na Mungu. Kwa maana hiyo hii sio dini mm. yani unavyosoma maandiko lile andiko linakuwa hai kwako, linakuja kwako, linakuwa dhahiri. Tafsiri nyingine tunasema lile andiko linavaa mwili. Mm -hmm. Yaani lina, ni kama vile linaibuka linatembea. Bala kasiki libu. Bala, bala, Ah. <laughs> Ndio bana walikuwa wanasoma maandiko, mmm, wewe nikwambie nikwambie um... ah, experience ya uchokozi. Yeah. Mm? Yaani unataka kusoma maandiko ni kama vile unakula msosi ule mtamu unaopenda, unaotaka. Umeelewa? Mm. Eh -hmm. Unavosoma uko excited. Umenielewa? Yani mfano kuna wale watu wanatazama zile zile filamu mm. eh? au nah, sio tamthilia fulani anaipenda, yaani mm. anapambana, nakimbia, kukisha saa tatu kamili amekaa mbele ya TV mm. kuiona. Sasa kama mwana wa Mungu, kama hamasa yako soma neno ijafikia hivyo, tena safari ndefu kweli kweli, mtumishi nabidi ufanyie kazi kwa sababu ukigundua, unataka kusoma Biblia unajikuta tayari umelala mm. Yani umesinzia, ina maana roho yako ina haina usukani au haina utawala juu ya mwili, yani mwili wako umekuzidi yani. mm. Ndio maana unaweza kukaa masaa manne kuangalia uh, filamu mm. hey, au masaa manne kwenye social media unaperuzi lakini nusu saa tu kunaenda kwa lugha huko unapiga miayo mingi yani kuomba, eh, maana kuna kuna challenge inabidi ujue namna ya kuukunja huu mwili wako po. <laughs> Anasema naupiga mwili wangu kusoma andiko, hmm? yani nauweka na chini na, nasema ni kama vile ni kama vile na udhibiti eh, na u control huu mwili usikwambie ambacho haupasi kukwambia. Yaani wewe ndio uambie mwili unaenda wapi, sio mwili ukwambia unaenda wapi. Ni muhimu sana mtumishi, la sivyo kuna siku utaamka mwili utakwambia sitaki kuamka. Unajua maana yake? Hebu kuja kazini utaenda hospitali. Lakini ukijifunza kuzungumza na mwili wako na kuuminya na kuambia nini cha kufanya Ugo <laughs> na sio mimi vatumbo bana. Akasema eh hey, hey, fali wapi unaweka mkono unasema pona katika jina la Yesu, mala rakasika baba baba baba kwa nini umejifunza kuuambia mwili wako uitikie? hmm. kile sio wenyewe, sio wewe uitikie kile ambacho unataka sio wewe ambacho unataka ndio maana we sio mwili hmm. we ni roho unayo nafsi unaishi katika mwili <laughs> Mungu anasema matendo yetu yote ya nje kama vile kusali, kuomba, kutoa sadaka, kujifunza Bibilia na kusanyika katika ushirika sio mambo yanayoelezea Ukristo ni nini hmm. Haya matendo yote ambayo tunafanya mazuri, tunaomba, tunasali, tunasifu, tunatoa sadaka, tunahudhuria kanisani, sio mambo yanayoelezea Ukristo ni nini. Ukristo wa kweli ni uhusiano, na uhusiano halisi na Mungu ambapo mtu huzaliwa na yeye na kupokea asili yake ya uungu. Ndio maana nikuambia, Ukristo sio kuitwa, Ukristo sio kuitwa jina Neema, Elizabethi eh, au Grace. mm -mm. Ukristo wa kweli ni uhusiano halisi na Mungu ambapo mtu huzaliwa na yeye, maana azaliwa na Mungu mm, na kupokea asili yake ya uungu. Huu ni uzoefu wa uhakika ambao hutokea wakati fulani, yani na maana ile siku ambayo ulimwamini Yesu Kristo kwa moyo wako kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu na ukamkiri kwa kinywa chako kwamba yeye ni Bwana wa maisha yako, ndio siku ambayo ulifanyikwa kuwa Mkristo ndio siku ambao ulizaliwa upya, ulizamishwa ndani ya Kristo, uliamishwa kutoka katika ufalme wa giza ukaleta katika ufalme wa nuru. Ndio siku ambapo, yani, roho yako iliamka kwenye uhalisi wa kwamba Mungu ni baba kwako. Umeletwa katika ufalme wa nuru, ufalme wa mwana pendo lake. Ndo hiyo siku, ni siku dhahiri, ni halisi ndoto. Mungu anasema mtu awezi kukosa uhakika wa lini jambo hili lilitokea. Uwezi kuuliza uo mtaaaapiasema E, nafikiri mm. E, nadhani wewe utakuwa <laughs> wewe kabisa, nikuulize sasa hivi, nikwambie wewe ni binadamu, nasema mimi ndo uhalisi. Yaani, hicho ni kitu ambacho lazima ujue, sio sio, sio dhana, sio fikra, sio kitu fulani cha kusadikika, no hmm. Ana bknakwa sababu ana conscious, anajifahamu na kumbuka. Kuna mtu ukimwambia hivi uzaliwa mara ya pili lini? Sure. Mimi najua exactly date naifahamu, na siku nakumbuka, hmm. Mungu anasema kwani ni tukio la halisi lililo na mabadiliko la, la kukutana na Mungu aliye hai, ambapo bila hilo matendo yote ya nje ni matupu ile tukio la wewe ulizoma mara ya pili ndio la halisi, ni kweli. Huku nje utasikia baridi wala joto, utasikia umerefuka ghafla, umekuwa mfupi, lakini ni jambo halisi lililotokea katika ulimwengu wa roho. Roho yako imebadilika, na mtoto wa Mungu anasema. Lakini unapokuwa katika uhusiano huu muhimu na, na Bwana, kila tendo la ibada huachilia nguvu kubwa, na lina umuhimu ulio wa milele na ndio maana Bwana akasema wananiabudu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali. Moyo wako ukiwa mbali, hata kama ungegaragara chini ukapiga sama solti, haina maana yote mbele zake, mtumishi, sababu ni kuhusiana na moyo wako kwanza, kabla ya mwili hmm. na ndio maana nimekwambia, nimekupa mfano wa ule Cornelius eh, ilibidi maana kamwambie, nenda kaite watu kwa kama, mwambie kamuite, yani Petro kwa kule Jopa aje kuambie nini cha kufanya ili uokolewe na nyumba yako, sadaka yako itatosha mtumishi hmm. Lala, kasiki, liba, laba, laba, so, hii ni muhimu sana. Ndio maana tunahubiri injili kupeleka kila mahali watu wafahamu. Kwa hiyo Ukristo ni uhusiano halisi na Baba. Ni jambo dhahiri kwayo, tunavyosema Mungu ni Baba kwetu, hatumabura <laughs> ah, kama vile mna binafsisha eh? Yaani ni wakwenu tu peke yenu <laughs> weusuwefapamoja na mimi <laughs> ah, na leo, asubuhi ya leo. Baba mpendwa, asante kwa kunileta katika uhusiano na wewe ulio thabiti ulio halisi unaoonekana na ulio hai, nimezaliwa na wewe nikiwa nimejazwa na Roho wako na ninatembea kila siku katika uhalisi wa umoja wangu na wewe, nikitambua asili yangu ya uungu nikiudhihirisha upendo wako, hekima yako na nguvu katika ulimwengu wangu. Asante kwa fursa ya kujua na kuishi katika ukweli huu, katika jina la Yesu, amina. Umesikia maombi mdumishi, ni ya pekee, ni ya tofauti, yanakuleta katika uhalisi wa wewe ni nani, katika muunganiko wako na Bwana hmm? Kuna sehemu katika maombi anasema, nikitambua asili yangu ya uungu. Je, unafahamu kwamba sasa hivi baada ya kumpokea Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, kuna asili ya uungu ndani yako eh? <laughs> Aya eh? kwamba wewe sio hivi <laughs> hivi mtumishi, wewe sio upo upo tu bana, nabangaiza, unajua eh? nipo nipo bana. Hapana <laughs> mtumishi, wewe upo upo, ni mwana wa mfalme wewe umebarikiwa, wewe umeletwa katika utukufu na ushindi. Kuna maandiko kadhaa nitaomba uyaandike chini uende kuyasoma. Andiko la kwanza ni Wakorinto wa pili sura tano mstari kumi na saba hmm? Wakorinto wa pili sura ya tano mstari wa kumi na saba. Andiko la pili ni Wakolosai sura ya kwanza mstari wa ishirini na sita mpaka wa ishirini na saba. Wakolosai uh, sura ya kwanza mstari wa ishirini na sita mpaka ishirini na saba. Hii mstari ni, ni, mizuri sana. yani naomba ukaipitie uitafakari vizuri. Alafu waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11 mpaka 12. Andiko linasema na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huu umo katika mwanawe, yeye aliye na mwana anao huu uzima, asiye na mwana wa Mungu hana huu uzima hm. Mmesikia hii? Yani ni clear cut, eh, ngasema, truth. Yani ni ukweli ambao uko wazi, hauna, haujapepesa, kwamba ukiwa na mwana wa Mungu unao uzima wa milele. Sasa hivi, sio baadaye, sasa hivi. Na andiko hm. lingine ni waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa nne, eh, ukiweza kwenda pale waraka waraka kwanza wa Petro pili wa Petro sura kwanza sura nne, itakubariki pia sana naomba ukisome. Inaeleza namna ambavyo sisi ni washirika wa tabia za uungu mm. ni comrade wa <laughs> aina ya kiungu. Yani kwa kifupi, ile halmashauri ya mbinguni sisi ni wajumbe ni, ni wa katika ile halmashauri kwahiyo, ili mambo yatokee katika ulimwengu wetu sisi tunahusika akatafsiri mala, mala nyingine ea inasema ni God associate. Hivi ndio maana ya associate, yaani ni, e ni e kama vile mm, sema mbia mwenza mm, mshirika mwenza yaani wewe na Mungu ni mshirika mwenza <laughs> <laughs> <laughs> ya yes. Ndio maana hilo neno la uh, <laughs> mm, Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa nne. Kwa wale ambao wanaanza kusoma Amplified Bible Classic, nenda kasome ile andiko ah, wala kasika la. Kwa hiyo wewe, sio sio hivi hivi, mtumishi pale ofisini, sokoni, haijalishi unafanya kazi gani, wewe ni comrade of the god kind, yaani ni comrade wa aina ya Mungu. Ai, ah, naomba tufanye sala hii, kwa wale ambao jidola mara pita, kwa kuhitimisha kipindi chetu. Sema, Ee Bwana Mungu Ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kuwa alikufa kwa ajili yangu na kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini kuwa yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu. Kuanzia leo hii, kupitia yeye na katika jina lake, ninao uzima wa milele. Nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Oh, haleluya. Na mwambia ni kwa ajili yako tunapenda kuhitimisha. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa wale wote ambao asubuhi ya leo wamemkiri na kumwamini Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yao. Tunatamka ubora na ushindi na utukufu juu ya maisha yao. Wamelindwa na kuhifadhiwa dhidi ya kila ile dhambi muovu katika jina la Yesu na wanakuwa katika imani na wanatimiza kusudi lao ndani yako Bwana katika ulimwengu huu. Asante pia kwa kile ambacho tusikiliza kuanzia asubuhi ya leo Bwana. Baraka neno lako inadhihirika katika maisha yake. Utukufu wa kile ambacho tumejifunza mahali hapa ni uhalisi kwenye kila nyanja kwenye kila eneo la maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Nawabariki kwa neno lako, nawabariki kwa Roho yako Bwana, nawabariki kwa jina lako. Na tunasema asante kwa fursa ya kuweza kushare neno hili katika jina la Yesu Kristo. Amina. Unaweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo: 0736000999. 0736000